na pia tunawapatieni salamu zetu za rambirambi rambi za hizi masiku ambazo kwamba ni masiku za uzuni ya Imam Hussein alaihi salam, ambazo ni masiku hazitawahi kusaulika duniani mpaka siku ya Kiyama, na hata nani ajaribu kufuta hayo matajo ya Imam Hussein katika siku hizi, hakuna mtu ambaye kwamba anaweza katika kikao chetu cha leo tutaweza kuangazia yale mahusiano ya Imam Husein alaihi ssalam pamoja na mujtama, yani pamoja na jamii. Vipi aliweza kuamiliana na jamii kwa ajili wakati ambao kwamba tutakaporudi kwa historia, kwa baadhi tunajua Imam Husein alaihi ssalam ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni mjukuu wa moja kwa moja na ni kipenzi cha mtume, ameishi naye, ameketi naye. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, na Hussein alaihi salam, si kwamba alikuwa bado ni mdogo, alikuwa tayari ashakua mtu yuko na miaka nane na kuendelea. Kwa hivyo hakukua ni, ni kijana mdogo, ni kijana ambaye anajifahamu na ni mtu ambaye kwamba amepata malezi ya mtume wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa waalihi wasallam. Sisi tunajua kwamba tukaporudi katika historia eh, tukimuuliza Imam Ali, vipi mtume alikuwa anaishi na watu, vipi mtume alikuwa anaishi na jamii, vipi mtume alikuwa naishi na mujtama, Qur'ani yenyewe inaweka wazi vipi mtume alikuwa anaishi na jamii. Laqad kana lakum bismillahir rahim laqad kana lakum fi rasulina uswatun hasana, mtume role model. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta ta'ala atakaposema hivyo, inamaanisha kwamba mtume alikuwa ni role model min kulli jihad, yani katika kila upande. Yani amekuwa ni role model katika kila kitu, amekuwa ni role model sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mlezi mkuu wa Imam Hussein alayhi salam, kumlea kila siku, ameketi na kila siku mpaka mtume akawa mwenye kufariki. Kwa hivyo inamaanisha malezi, amekuwa ni mwenye kulea, yani amekuwa ni mwenye kupata kutoka kwa mtume wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika tutakaporudi katika historia, katika vitabu vote hakuna yani, baina ya baina ya vitabu upande wa wa upande zote mbili, upande wa madhhab ya Ahlul Bait na upande ya Masuni, hakuna yule ambaye kwamba anayepinga na hakuna yule ambaye kwamba atakayepinga kwamba Imamu Hussein, amepata malezi kutoka kwa Mtume. Hakuna mtu ambaye kwamba atapinga, pengine ambaye kwamba atapinga ni mtu ambaye kwamba kwa anatia shaka na anadhania kwamba hakuishi na Mtume sasa kwa hivyo inamaanisha kwamba Imam Hussein wakati tunapotaka kumwongea, ni kwamba tunaongea kuhusiana na yule ambaye kwamba amepata malezi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya vipi ya kuja, jinsi ya kuishi na watu. Nataka niweke wazi kitu, kitu kidogo. Tukitaka kurudi katika historia, kuna wakati tunapata katika historia, kuna wakati ambapo kwamba eh, Imam Hussein na Imam Hassan walimuona kuna bwana ambaye kwamba hajui kutawadha. Sasa wao wakaanza kushindana jinsi ya kutawadha. Imam Hassan akaanza, wakamuita yule bwana ambaye kwamba alikuwa hajui kutawadha, waka wakaanza kumwambia kwamba hebu angalia ni nani ambaye kwamba ni bora wetu katika kutawadha. Sasa kila mmoja anashindana, kumbe ilikuwa ni lafzi ya kuonesha kwamba tunakufundisha wewe pasina kukuambia, tunakufundisha yani tunakupatia funzo wewe kwamba jinsi ya kutawadha, lakini hatukuambii. Tunakufundisha ni njia nzuri sana ya kuishi na watu. Yani kuna, kuna uslubu ambayo kwamba pia mimi tumesoma hapo, yani tumepata faida katika somo hilo kwamba eh, hawakumwambia moja kwa moja kwamba wewe umetawadha umetawadha kimakosa kama vile leo utapata katika jamii yetu, ndio makosa kubwa ambayo kwamba tunalolifanya, yani mtu atakapofanya kosa ndogo, yani itaingizwa kwenye na kwenye ma media itaingizwa wapi, watu watatangazana, watu watatoleana, watata siri sijuu ilikuwa hivi. Na ndio tunaona katika zama hizi vile vilivyo ambao kwamba jinsi ya kuishi huko Mtume hmm, sallallahu alaihi wasallam hataki, pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hataki. Kwa hivyo huyu bwana akaona kwamba mimi ndiye ambaye kwamba nimekosea na muu inafanishike kwa njia fulani. Sasa ala kulli hal ni kwamba wakati tunaporudi kwa Imam Hussein alayhi salam, kwa miaka zote baba yake alikuwa ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Sisi tunamjua ni nani? Wakati tunapoongea kuhusiana na Imam Ali tunamjua ni nani? Tunamjua ni nani Ali ibn Abi Talib tunamjua kwamba ni mtu ambaye kwamba ni, ni kiumbe, acha tumie hilo neno, ni kiumbe ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake pia amemsifu. Tunakumbuka katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema wa mayyishi nafsu ibtigha maradati Allah, mpaka mwisho wa aya hiyo, ni Imam Ali alayhisalaam. Imam Ali hakuna mtu hamjui, yani hakuna Muislamu ambaye kwamba atakuwa Muislamu lakini asimtambue Imam Ali huyu ndo babake kwamba. Tukirudi katika balaa yupo, tukirudi katika siasa yupo, tukirudi katika ushujaa yupo, tukirudi katika ibada yupo, tukirudi katika tuki tuki msimamo yupo, tukirudi katika hukumu ili kuwa thabiti yupo, tukirudi katika tuki kila nyanja, Imam Ali yupo. Sasa huyu ndiye Imam Ali ambaye kwamba alikuwa ndo baba yake Imam Hussein alayhi salam. Kando na hilo, turudi pia nani turudi pia kwa mama yake ambaye kwamba ni bibi Fatima Zahra alayha alaiha afdalu salati wassalam. Turudi kwa bibi Fatima Zahra, bibi Fatima Zahra ambaye kwamba ndiye amekuwa ni mkono wa moja kwa moja wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba mpaka Mtume akasema kwamba huyu Fatima ni ummu abiha ni mama ya babake. Wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofiliwa alipo na ami yake mde kwamba ni Abu Talib, akabaki Makkah, maisha yake ikabadilika, kila kitu chake kikawa ni chenye kubadilika, lakini bibi Fatima Zahra akabaki naye mpaka ndo ameama Madina, mpaka ndo ameama Makkah, wakaenda Madina, lakini bibi Fatima Zahra mpaka katika baadhi ya vita na ananinia anafika na muudumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni kwamba e, wakati tunapoongea kuhusiana na huyu Imamu Hussein ni kwamba hatuzushi, sio, sio, sio masala ya kuzusha, ni masala ya uhakika kwamba Imam Hussein alaihi salam katika uhusiano e, wake na mujtama ni inafaa ibaki milele na ibaki daima na ibaki mpaka siku ya kiyama. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wakati tutakaporudi katika historia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika Quran ameweza kuelezea watu akisema kwamba, ya ayuhan nas ayuhanas enyu watukulu mimma fi lardhi halalan tayyiba, kuleni yale yaliyomo ardhini ambayo kwamba ni halali na ambayo kwamba ni nzuri. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, na wala msifate

Kwa nini? Kwa ajili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ikiwa hapa anataka kutuamrisha kwamba anatuamrisha sote tule yale yaliyomo kwa katika ardhi ambayo kwamba ni halali. Alafu sasa miongoni mwa wale ambao kwamba wamekuja na kusimama moja kwa moja na kutetea yale yaliyomo katika ardhi, lazima yawe ni halali, na yale mbapo tunafanya katika ardhi lazima ni halali. Huyo mtu tumpatie heshima ya hali ya juu, yani huyo mtu ambekomba anafanya, anapiga hatua kama ile, tumpatieni heshima ya hali ya juu. Tutakaporudi katika historia, tunapata wale watu mbapo ni mashujaa, wale watu ambao wanaheshimika katika jamii, wametajika wame, wame, wame katika historia, ni watu ambao E, ni watu ambao kwamba wanapigana na vitu ambavyo kwamba ni haramu, wanapigana na kula haramu, wanapigana na vitu ambavyo kwamba wameharamishiwa yani. Kila wakati wao wanataka kuhakikisha kwamba vitu halali ndivyo ambavyo kwamba wanataka kubaki navyo, lakini wakati tutakaporudi kwa Imam Hussein alayhi salam, yeye aliona ni maslaha zaidi katika mujtama wa Kiislamu. Nikisema mujtama wa Kiislamu, na namaanisha kwamba ni mujtama ambao kwamba unatoabikisha sheria ya Kiislam, unaanza mujtama ambao kwamba bado unaanza, eh, unaanza kuninio mujtama mambo kwamba unaanza kuwa ambapo kwamba unategemea sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio maana Imamu Hussein alayhi salam, eh, katika vikao vitakavyokuja tutaangalia vipi aliweza mpaka kudhihirisha ile katika, katika niniyo ha, akaweza kudhihirisha na kupigana na mtu yeyote ambaye kwamba anaenda kinyume na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imamu Hussein alaihi salam, katika message ambaye kwamba anatuachia katika risala na katika ujumbe ambaye kwamba anatuachia ni kwamba hataki maswala na mlango wa nyuma. Mwana mlango wa nyuma sisi tumezoea sana. Mlango wa nyuma hakuna kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mlango wa nyuma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mlango wa nyuma popote pale mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele Mtume. Hakuna. Kwa hivyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni misdaq, yani mtu ambaye kwamba anapigana na mlango wa nyuma kwa ajili ya masla ya jamii. Inshallah katika vikao vitakavyokuja tutaelezea kwa undani zaidi vipi imama